Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini pia kwa kutuwezesha kuweza kukutana katika tukio hili muhimu. Lakini pili nipende kutumia fursa hii e, kuwashukuru sana na kuwapongeza walimu wa vijana wa halaiki na wadau mbalimbali wote wakiwemo walezi na wazazi kwa wazazi hawa kwa ushiriki wao mkubwa kama ambavyo taarifa ya katibu tawala wa mkoa imeelezwa katika kilele cha mbio za Mwenge mwaka jana, nawashukuru sana na nawapongezeni sana. Lakini pia nawapongeza wakufunzi wa kitaifa walioongozwa na, wali na mkufunzi mkuu Philipo Chogolela. Kwa hiyo ilikuwa ni halaiki ya kiwango cha kitaifa na kimataifa, hongereni sana. <coughs> Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba nidhamu, ukakamavu na uzalendo ulioonyeshwa wakati wa maandalizi na baadaye kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, vitaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yenu nyinyi vijana, walimu na walezi, mkiwa ndani ya shule lakini hata mtakapokuwa nje ya shule au katika uwanja wa elimu. Hivyo mtakuwa raia bora wanaoweza kushiriki katika harakati za kujiletea maendeleo kwa ujasiri, katika ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa ushindani. Kwa walimu, nategemea mtaendelea kuwafuatilia vijana hawa kwa karibu na kuwatumia kama mifano mizuri kwa wengine ili kuwafanya wanafunzi wengine waige tabia na mwenendo wao. Sambamba na hilo, serikali itaendelea kusimamia na kugharimia programu mbalimbali ya sekta ya elimu ya msingi kupitia elimu ya msingi bila malipo kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha sita. Na hii ni dhahiri kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anayo nia ya dhati kabisa kuboresha sekta ya elimu na kuhakikisha kila mwanafunzi anapata fursa ya kusoma katika Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania. Serikali ya Rais Samia imefanya mambo mengi katika mkoa wetu. Baadhi ya mafanikio hayo katika kipindi cha uongozi wake mwaka 2021-2024 na ni pamoja na ajira za walimu kuongezeka, walimu walioajiriwa mkoani Mwanza kati ya mwaka 2125 ni walimu 1168 ajira hili zime zimepunguza upungufu wa walimu kwa asilimia kumi na tano katika mkoa wa Mwanza. Aidha, miundombinu ya kujifunzia na kufundishia imeendelea kuimarishwa. Takwimu zinaeleza kwamba shule mpya za msingi 25 zimejengwa sekondari 23, jumla ya shule mpya katika mkoa wa Mwanza za msingi na sekondari kufikia 48, na katika kipindi hiki <laughs> lakini kwa sekondari, vyumba vya madarasa kwa miaka hii mitano ya Rais Samia vimejengwa vyumba vipya vya madarasa elfu mbili mia moja na kumi matundu ya vyoo kwa shule za msingi 1265, kwa sekondari 304 4 na nyumba za walimu za msingi 66. Na hapa na nazungumzia ni mkoa wa Mwanza, lakini katika kipindi hiki serikali imesambaza nakala za vitabu 3422 milioni 3423 224 za vitabu vya kiada kwa shule za msingi na nakala milioni mbili laki sita kumi na moja elfu mia tano arobaini na sita kwa shule za sekondari. Sasa, jumla ya walimu elfu nane mia tisa sitini na tano wa shule za, za msingi na sekondari wamepandishwa madaraja. Rai yangu wataka wadau wote wa sekta ya elimu kushirikiana katika kuimarisha elimu mkoa wa Mwanza. Vijana hawawezi kuwa nguvu kazi ya taifa hili kama asilimia kubwa ya vijana wameacha shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo idara ya elimu, swala la drop out ni swala la kufa na kupona, tupambane nalo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo maafisa elimu wakata utoro wa siku moja siku mbili wiki moja ndio unaozaa utoro wa mwaka mmoja, ndio unaozaa drop out. Kwa hiyo wito wangu kwa wakuu wa shule, maafisa elimu wa ngazi mbalimbali, sasa kampeni yetu iwe kuwarejesha watoto walioacha shule warudi mashuleni. Wito kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali kudhibiti vitendo vya utoro mashuleni. Sasa mchelea mwana kulia kulia mwenyewe. Wazazi wasije wakadhani kwamba wajibu wa malezi ni wajibu wa walimu. Walimu wana nafasi yao, lakini wazazi wana nafasi kubwa zaidi ya kushirikiana na walimu. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa walimu kuweza kufanya uchunguzi wa mwenendo wa vijana wetu.